Kila siku tunapoinuka tunakutana na mambo yanayotukatisha tamaa, shida, vikwazo, vita vya kiroho na mawazo ya kuturudisha nyuma, lakini neno la Mungu halituachi tukitembea gizani. Kila siku Mungu ametupa ahadi zilizo hai, zinazoweza kubadilisha mioyo yetu, kuinua imani, kufungua milango ya baraka kila ahadi tutakazozipitia siku ya leo ni kama mafuta kwenye taa yanayoangaza safari yetu, yanatia nguvu roho zetu na kutukumbusha kwamba hatuko peke yetu. Mungu anatupenda, anatupigania na kutubariki kila siku tunapomwamini. Ni kuombe tu tunapopitia ahadi hizi. Ikiwa hujawahi kusubscribe chaneli hii ni kuombe ubonyeze neno subscribe ili tunaporusha vipindi vyetu uendelee kubarikiwa na kuvipata katika katika simu yako hii. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana kwa kuendelea kufanya hivi. Wale ambao wamesubscribe, Bwana awabariki sana na nitazungumza ahadi hizo na fungu ambalo linatuelekeza katika ahadi. Ahadi namba moja ni ahadi ya Mungu kutupatia ushindi kila siku. Ukisoma Isaya sura ya 41 fungu la kumi, anasema usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe, nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia. Sikiliza, hata kama siku umeianza na mzigo, Mungu anasema nitakusaidia leo, sitakuacha. Kila hatua unayopiga hauko peke yako, mkono wa Mungu upo juu yako. Ahadi namba mbili ni ahadi katika riziki na kutosheleza mahitaji yetu ya kila siku. Fungu ni Wafilipi sura ile ya 4, fungu la 19, anasema na Mungu wangu atawajalizia mahitaji yenu yote anasema ya kwamba hakuna kitu kinachohitajika leo ambacho mbingu haijui. Baraka za Mungu haziishi. Anajua bili zako za unazohitajika, gharama za unazo za kuendeshea maisha, ada za watoto, anajua njaa yako, anajua ndoto zako, hata kilio chako cha moyo anakijua. Kila siku Mungu anasema Nitakutosheleza. Sijajua unapitia hali gani katika ugumu wa maisha unaouona, lakini Mungu anaahidi ya kwamba atakutosheleza. Ahadi namba tatu: ahadi ya amani. Kila unapopitia vikwazo vizito, ukisoma Yohana sura ya 14 fungu la 27, anasema amani nawapa si watoavyo ulimwengu bali amani yangu ninawaachia. Ulimwengu unatoa hofu, stresi, mashaka, lakini Yesu anatoa amani isiyotikiswa na hali yoyote. Hata ukitembea kwenye moto na matatizo, moyo wako unaweza kuwa na utulivu, maana ameahidi kutupatia amani. Ahadi namba nne ni ahadi ya ulinzi wa ajabu kila siku. Zaburi ile ya 91 fungu la 11 anasema, maana atawaagizia malaika zake wa wahifadhi katika njia zako zote. Unapotoka nyumbani, unaposafiri, unapolala, malaika wapo. Kuna vitu ambavyo usingeokoka si kwa mkono wa mwanadamu, bali ni kwa mkono wa Mungu. Kila siku ni baraka, kwa sababu malaika wanatembea pamoja na wewe. Rafiki yangu, uelewe hili ya kwamba kuna mambo hujayaona kwa macho ya wa kibinadamu, wakati ulipolala, wakati uliposafiri Eh, wakati ulipokuwepo gizani, lakini mkono wa Bwana ulikuwa kazini. Na ni kwa sababu ya ahadi yake amesema ya, ya kwamba ataagiza malaika zake wakulinde popote uendapo. Dai ahadi ya Mungu hii kila asubuhi, unapoinuka mwambie Mungu akuagazie jeshi la malaika waweze kuenda nawe. Ahadi nyingine ni ahadi ya kupumzisha roho yenye kulegea. Wote waliochoka na wenye mizigo Yesu anahitaji kuwapumzisha. Anasema katika Mathayo sura kao nami nitawapumzisha. Kila mtu ana kitu anachosumbukia, lakini Yesu anatoa mwaliko wa kila siku akisema leteni mizigo yenu, nami nitawapumzisha. Hata kama hujui cha kufanya, Mungu anajua. E, wewe unachohitajika ni kwenda mbele zake, maana yeye ameahidi haendi mbele yako kwasa, kwa kubahatisha. Anajua njia salama yenye baraka na yenye mafanikio ya kukupeleka wewe. Kwa hiyo mpe haja ya moyo wako, mpe changamoto zako, yeye anaweza kukupatia. Ahadi nyingine ni ahadi ya baraka na mafanikio. Yeremia sura ile ya 29 fungu la 11 anasema, maana najua mawazo ninayowazia juu yenu ni mawazo ya amani, wala si mabaya kuwapa tumaini katika siku zenu za mwisho. Hata kama jana haikuwa nzuri, Mungu ana mpango mzuri kwa leo unayoipitia. Hata kama watu walikupuuza, Mungu hatakupuuza na hakukupuuza mbele yako. Kuna tumaini, kuna baraka kuna kufunguliwa, ameahidi. Ni ahadi aliyosema ya, ya kwamba anajua mawazo hatu wazi yao nayo, lakini ahadi ya mwisho ni ahadi ya moyo mpya kila siku. Ezekieli sura 36 fungu la 26 anasema nami nitawapa moyo mpya. Mungu anaweza kurejesha nguvu mpya, anaweza kurejesha mawazo mapya, hamasa mpya unapoishiwa leo, si kwa nguvu zako mwambie Mungu, nipe nguvu mpya, nipe Roho Mtakatifu upya, maana ninakuhitaji. Nataka nihitimishe hivi, rafiki yangu unanisikiliza, ni kuombe tu, kama huja subscribe tafadhali subscribe, subscribe chaneli hii ili endelee kuwa baraka kwa ku watu wengi, maana yake imekusudia kuwa baraka kwa ku watu wengi wanaosikiliza. Nihitimishe hivi, Mungu hajaacha maisha yako kwenye bahati na kila asubuhi unapofungua macho, kuna ahadi iko mbele yako, kuna ahadi mpya ya baraka Mungu ameyaahidi imesimama juu yako. Kila hatua unapopiga Mungu anakutangulia, hautembei peke yako. Kila mzigo uliobeba, Mungu ana uwezo wa kunyanyua. Kila hofu iliyo moyoni mwako, Mungu anaweza kubadilisha kuwa ushindi. Sikiliza maneno haya, shika ahadi hizi. Tafakari siku zote, se iwe sehemu ya maombi yako ya kila siku; asubuhi, mchana na jioni. Omba ahadi hizi za Mungu ziwe sehemu ya maombi yako kila siku. Mungu hatutendei mambo kwa sababu ni matakwa yetu; ahadi zote za Mungu katika neno lake ni ndio. Kama tukiomba sawasawa sawa na mapenzi yake. Nami rafiki yangu, nataka nikutie moyo ya kwamba ikiwa umemuomba Mungu dai ahadi zake asubuhi, dai ahadi zake jioni, dai ahadi zake wakati wote, maana atatenda. Alisema ya kwamba neno lake halitarudi bure. Mungu akubariki sana, tafadhali subscribe, lakini share ujumbe huu katika jina.